WFP imetoa wito wa kimataifa wa ongezeko la kiasi cha dola za Marekani milioni 32 ili kuendelea na mpango wa utoaji wa misaada muhimu ya chakula na lishe katika miezi mitatu ijayo kwa familia zilizoathiriwa na janga hilo. Kulingana na shirika hilo, zaidi ya watu laki saba wa eneo la katikati na kusini mwa Msumbiji wameathiriwa na mafuriko, huku zaidi ya watu laki moja wakilazimika kuhamia katika vituo vya makazi ya muda. Wakati huu eneo kubwa la maeneo ya mashamba yamefunikwa na maji na hivyo kukatiza mamia ya maelfu ya familia kupata chakula na huduma muhimu. Uharibifu wa miundombinu umezidisha mgogoro huo huku takriban kilomita 1500 zikiwa hazipitiki na hivyo kuvuruga njia muhimu za usambazaji na kuzitenganisha jamii zilizozungukwa na maji kuwa hatarini zaidi. Mkurugenzi mkazi wa WFP Claire Conan amesema hali ya sasa nchini humo inazidi kuwa mbaya zaidi, huku idadi kubwa wa ya watu ikihitaji msaada wa haraka wa kibinadamu ili kunusuru maisha yao. Shai, mafuriko hayo ya maji unayoyaona nyuma yangu yanaotokea katika mji wa Saisai, makao makuu ya jimbo hilo na maeneo mengine, yanaelekea kwenye barabara hii, yakiporomosha majengo ya benki, vituo vya kujazia gesi, pia na kwenye maduka ya bidhaa mbalimbali, na maeneo hayo yote yamefunikwa na maji kwa takriban wiki moja sasa. Nimekuwa hapa tangu siku ya kwanza kuunga mkono juhudi za serikali na vyakula vinawafikia waathiriwa katika hali ngumu zaidi, kutokana na ugumu wa kufikika kwenye maeneo yao. Tunatumia mbinu zote zinazowezekana kufanikisha hilo, ikiwemo kutumia meli ndogo za uokoaji. Hata hivyo, mapengo makubwa ya ufadhili wa shirika hilo tayari yameilazimisha WFP kupunguza usaidizi katika eneo la kaskazini kwa asilimia 60 ikilinganishwa na viwango vya mwaka 2024. Shirika hilo linaonya ya kwamba bila ya ufadhili mpya wa haraka, punguzo la zaidi ya asilimia 40 litaanza kutumika mwezi Machi mwaka huu, huku ikihofiwa kusitishwa kabisa kwa misaada ambapo kunatarajiwa kufikia mwezi Mei mwaka huu. WFP imewataka wafadhili wa, wa kimataifa kuongeza usaidizi haraka, ikionya ya kwamba kushindwa kuchukua hatua kunaweza kuwaacha mamilioni ya raia wa nchi hiyo kukabiliwa na njaa, utapiamlo na kuongezeka kwa ugumu wa maisha. Janga la mafuriko linakuja huku Msumbiji ikiendelea kukabiliana na mzozo wa muda mrefu katika eneo la kaskazini, ambapo serikali kwa miaka tisa iliyopita inakabiliana na uasi wa kutumia silaha uliosababisha maelfu ya raia kuyakimbia makazi yao. Neema Kindole, FM.